Kwa karne ya sasa hivi wote tunafahamu juu ya maambukizi ya UKIMWI na wengi tuna elimu. Ah, dhumuni kubwa ya kuadhimisha sikukuu hii ya leo kidunia, uwaga inakuaga mara kwa mara kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha, lakini pia kutoa elimu hata namna ambavyo tunaweza tukao ambao wanaishi na virusi virusi vya UKIMWI ni namna ambapo wanatakiwa kufanya, lakini pia kuhamasisha watu kuendelea kujitokeza kupima, kuendelea kuhamasisha hata kina mama wajawazito, kina mama walio na watoto, na baadhi yetu hata wanaume jinsi ya, ku, ya kujitokeza kupima na kuweza kuishi na VVU, kwa sababu kwa sasa hivi sote tunajua kwamba ugonjwa huu ndio upo, lakini tunaweza tukaishi, maisha yanaweza kaendelea kama kawaida koo niko hapa kuwasihi na kuhamasisha jamani, tuendelee kujitokeza. Kina mama wajawazito, ni muhimu sana, mnapoenda klinik, kitu cha kwanza lazima mweze kupimwa, na ndiyo maana vituo mbalimbali vimesogezwa vime karibu yenu, na viko vingi ambapo viko kila mahali, amesema hapa mtaalamu wetu kwenye taarifa yake, lakini pia kuna kipande ambacho nimekiona kwenye taarifa kwamba katika kuhamasisha. Uh, watu kuendelea kujitokeza, ziko mbinu mbalimbali mbali zinatumika, lakini mbinu hii nimeona iko kwa wanaume kwamba wanaume wanakuoga waoga. Kama binti unaweza ukawa umepata mwenza wako, lakini mkasema kwamba hebu twende tukapime, mwenza wako akagoma au akafanya, lakini ziko mbinu mbalimbali mbali, hata uh, mtaalamu wetu amesema hapa, maeneo ya makazi na nini mnaenda, mna, wa, na nini mnaenda mnawahamasisha na vitu kama hivyo, kwa hiyo tuendelee kuhamasishana, jamani, kina mama huduma za upimaji wa virusi vya UKIMWI na ushauri nasaha zinapatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya na katika jamii ambapo kwa kipindi cha mwaka 2024 2025 jumla ya watu 84,026 walipimwa maambukizi ya virusi vya UKIMWI na kati yao 1566 walipatikana na maambukizi ambayo ni sawa na asilimia 1.8 mikakati mbalimbali inayotumika katika kuhakikisha huduma za upimaji zinawafikia wahitaji wote ni pamoja na kuongeza mbinu mbalimbali mbali za upimaji kwa wanaume kama vile programu za mahala pa kazi, kampeni zinazojumuisha magonjwa yasiyoambukiza kupima na kuchunguza magonjwa yasiyoambukizwa kwenye kliniki za wajawazito, kuendelea na upimaji binafsi wa virusi vya UKIMWI na ukusanyaji wa takwimu na taarifa kwa wakati, huduma za kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Ndugu mgeni rasmi, maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto yanaweza kutokea wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na wakati wa kunyonyesha. Halmashauri kwa kushirikiana na wizara na wadau wa maendeleo inatoa huduma za kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kwa kujumuisha huduma za upimaji kinga na matibabu ya virusi vya UKIMWI kwenye kliniki za wajawazito. Ndugu mgeni rasmi, halmashauri na jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya 32 vinavyotoa huduma za tiba na matunzo kwa watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI. Hii imepunguzia watu waviu adha ya kutembea umbali mrefu kuzitafuta huduma. Aidha, halmashauri imeendelea kuhakikisha uwepo wa dawa na vitendanishi vya kupima virusi vya UKIMWI kwenye vituo vya huduma wakati wote. Huduma rafiki kwa vijana, vijana wameendelea kufikiwa kupitia clubs za vijana bare adolescent clubs. Hii ni katika kuhakikisha vijana wanapata stadi mbalimbali za kimaisha uelewa wa afya ya uzazi pamoja na kuwajengea uelewa wa kuchagua njia sahihi za, za kuepuka kupata maambukizi ya virusi vya UKIMWI, magonjwa ya zinaa na homa ya ini. Tunashukuru sana kwa siku hii ya leo ya maadhimisho dhidi ya ugonjwa um, wa UKIMWI sio mageni kwetu. K eh, kama alivyosema mgeni rasmi kwamba ukiwa na virusi vya UKIMWI sio mwisho wa maisha. Maisha yanaendelea, yanaendelea mpaka hapo Mungu atakavyo amua. makombo yosi oye. Kipekee mimi kama kaimu mtendaji nakushukuru sana ndugu mgeni rasmi kwa nasaha zako nzuri e, ingaje ni kwa ufupi, lakini imesheheni vitu vya muhimu sana.